Bwana samahani, ya kheri, tafadhali. Habari. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaykum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Nilikuwa nataka kuulizia ni mambo gani yanaweza kamwondoa mtu haya bila kujijua. Ile ni swali langu la kwanza, na swali langu la pili ni kusikana, sisi ambao tuko mwa hizi nchi ukiwa uh, uko na vili, nika, ya, nika haya unaonekana kama vile yani haya inaonekana kama ni kasoro wakati mwingine hata kwenye makazi ni mfano, ulikuwa mtu mwenye hawezi ukaongea ukamwangalia mtu macho wanakuoblije kuongea na mwangalia mtu macho wanakuoblije kuongea wana sana kwa sauti, ukiwa na jiadresi kwa mtu so unakuona ni vitu wenyewe ulikuwa hauzowei. Hasa muhali kama hiyo, mtu anapasha kujilinda aje, ailinde aje ile haya yake alikuwa nayo kutokana na mazingira yenye kwemu. Barakallahu fiku. Kwa kweli swali lako lizuri sana nimelipenda. Sasa hilo la mwisho ile la mwisho nimelipenda sana wallahi, nimelipenda sana ile la mwisho e, litanipa nafasi ya kufungua kitabu changu, lakini kwa hivyo sasa nikiache kwanza nitazungumza kichwani mpaka itakapohitajika. Lakini la kwanza ni kwamba e, mtu anaweza ni vitu gani vinaweza vikamtoa mtu haya bila kujitambua? E, tumsikize Ibn Uthaymeen ajibu kidogo hapo katika faida ambazo nimeziacha nilikuwa nisipanga zitakuja wiki nyingine eh, lakini madamu umeuliza, jazakallahu khair kwa maswali yako. Yote yako ndani ya mada, kwa kweli inaonekana kama kitabu kwaakitau eh, na hadithi zenyewe amezichagua Imam Nawawi akawa muwafaq, na kama kisa alivyojisemea Abu Akram mwanzoni. Kwa kweli ni aibu sana, unakuwa vipi shekhe, hujahifadhi hizi hadithi hizi kitabu, na wewe talibul ilm unakuwa vipi talibul ilm? na hoja pitia hichi kitabu. Naam. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema wa amma alhayau min almakhluq fa an takufa an kulli ma yukhalifu almurua wal akhlaq, kwaonea haya viumbe ni kuacha kila kitu ambacho kinaenda kinyume na utu na tabia kienda kinyume na utu na tabia, yaani ni kitu ambacho kikifanya watu wanakukudulia macho, wanakushangaa hilo eh, ni jambo. Kwa hiyo ikiwa unafanya kitu watu wanakukodolea macho, au kinafanya kitu kiko kinyume na tabia, hilo ni jambo linaweza kumtoa mtu katika haya bila kujitambua. Pili, hilo swali lako umelipanga vizuri, na swali la pili, swali la pili jibu lake linazidi kukazia na kuweka vizuri hili swali la kwanza ambalo Je, sisi huku katika mazingira ya Ulaya tumeona bado maadili yapo tofauti kidogo na maadili ya nyumbani. Eswa hai. Maadili ya Ulaya ukiongea na mtu kama umtizeme macho maana yake hauko interested naye. Hauko namsikia. Ndio kisi Ulaya walivyo. Na mimi siku ya kwanza nilifika fika, fika nimesumbuka. Nilikuwa niki eh, akija mwanamke wa Kizungu akiniongelesha nikizama chini anaumia kweli kwenye macho, anaumia. Wakanishtua baadhi ya watu wa karibu, kama bwana, unakosea. Mzungu akikutiza akikuangalisha, nataka umtizame. Nikambe, kwa kweli mimi, kwenye tabia yangu ni tabia yangu, yani sio kusema ati ni dini, ni tabia yangu ya manake, na kuona haya kumtizama mtu macho mpaka mganda. Hata naongea na watu wa nyumbani wanambia, sasa shekhe bwana, unatizama unasema sisi. <laughs> Yani ndio hivyo Tutachukua faida inshallah kwenye darasa litakalokuja, eh, kwamba haya ni katika vipengele vya imani haya ni katika vipengele vya imani na mtu anza kuwa, kuna watu ambao walikuwa na haya si Waislamu, hawajui Uislamu wa haya zikawasaidia kuwacha maaswi mengi na majanga mengi, walipokuwa Uislamu wa wakapendezesha. Kwa hiyo hapo panakuja faida moja nyeti, isikize vizuri ni hii. Hivi sasa mimi nikiongea na wazungu watizama tu mnacho nasema na ongea na. Kwa nini? Kwa sababu maadili ya sehemu fulani yakitofautiana na sehemu nyingine kama hayakhalifu dini inajuzu ya chukue. Kule nyumbani mwanamke kumtazama na mkodolea mwanaume macho, huna aibu. wewe huna haya wewe. Nyumbani watakwambia hivyo. Lakini kwa Ulaya kama hukumtizama wanaona kama uko na dharau, huna heshima. Kwa hiyo as-sahih, naam, kuna ulama wa umekhalifu, lakini as-sahih na no, dalili nyingi, naweza kufungua na vitabu, dalili nyingi zinakuja kwamba mwanamke kumtazama mwanaume na mwanaume kumtazama mwanamke sio haramu mutlaka, sio haramu moja kwa moja, la, la, la. Hili ni jambo ambalo watu wengi wanalifahamu vibaya, au kuna baadhi ya masheikh wamejichukuliwa kanikazio, kakosea, dalili haziko pamoja nao Ukitazama aya kwenye Qur'ani Allah alivyosema, akasema eh qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim waambi, wa umini watazamishe baadhi ya macho yao sio yote. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim, waambie na wanawake wainamishe baadhi ya macho yao sio yote. Ya wa ya yote, kwa hiyo ikiwa kama utamtazama mtu sio kwa kumtamani, mwanamke unamtazama mwanaume sio kwa kumtamani, kwa jambo lolote fulani ambalo linaeleweka inajuzu umtazama kwenye macho. Na wewe mwanaume ukiwa unatamtamu mwanamke kwa jambo fulani ambalo linaeleweka sio kwa kumtamani, inajuzu mtazame, na ndio Sheikh Al-Albani ameandika dalili nyingi sana kwenye kitabu chake kizuri sana kitwacho eh, Ar-Radd al-Mufhib, akaleta dalili nyingi sana anaweza kanuku baadhi inshallah ikihitajika, miongoni mwazo eh, mathalan wanawake wakati wa maswahabiyat walikuwa wanaenda kufanya biashara zao masokoni watakuja watu kununua, eh, atamtazama, hichi kitu ni ngapi? Hichi kitu ni bei kadhaa, atamtazama, nipe hizi pesa, watatazamana. Lakini kwa sababu wanatazamani sio kwa matamanivu na kwa kutamaniana, hiyo ni juzu. Kwa hiyo nawe ukiwa huko kazini, labda unaongea na mzungu eh, unajua kama katika tabia, umtazame lakini pakija kitu kama cha matamanio ndio hapo hauruhusiwi kutazama na baadaye utasema chini. Na ndio Mtume swalla alayhi wasallam akatoa nasaha hivyo kwenye e, dalili nyingi kama zile dalili m, za e, pako hadithi ya Ali bin Abi Talib e, kwamba jicho limoja usifatishi jicho lingine maksudi, kwa ni pale ukitazama ukamtamani mtu ndio hapo inakuwa ni makosa, ila Mtume swalla alayhi wasallam alipokuwa ya kwenye haja tulwada kaja yule mwanamke Alkhathamia wanamsifia watu Mtume kwa hadithi anataka kutoka kwa hiyo ikiwa ni mambo kama hayo ya kikazi, unataka kuongea jambo la kikazi, unaweza ukamtizama na kutizama, kutizama mawaidha. Mfano, uko unasema taarifa ya habari, iko ashakwangu mawaidha ya shehe fulani anabaki anamkodolea macho, nikaona sauti limtamaiuaangpalpata faida. Kuhusu ilo, si sina dalili ya kuliruhusu, bali niko na dalili za kuonyesha kama ni kinyume na akhlaq ni kinyume kinyume na haya sauti akili aslan. Akhlaq, upungufu akili, sha. E, upungufu akili, Allah akawalaumu upungufu akili, watu wa akawalaumu wa milimani innal ladhina yunadunaka min wara'i alhujurati aktharuhum la yaqilun, watu wenye kuinua sauti zao wengi wao hawana akili. Muhammad a a akasema katika sura tulukman, in ankara al aswati la sawtu al hamir wa ghubub min sautik in ankara al-aswati la saut al-hamir, inaamisha sauti yako chini, kuinua sauti maana sauti iko juu kwa juu, inapiga fujo, ni sauti ya punda. Kana kwamba Allah anafananisha mwenye kupenda kupiga fujo kusema kwa juu ni kama punda, wallahu ala, nah, ala, alam na shukra uh, shekhana, wallahu taala aalam mama mguakizani abaajad na mshendeka na keta taliki kidogo wapo kwa swali la dasharizadi e, Kusu hmm. ku, amesema e, wazungu kum, kutizamana kwenye macho. Inakuwa ni ishara ya ukweli kwanza kwao. Sisi tunavyofatilia. Ni kutaka kukuona juwa kambia hivi macho yanaongeaga. Mtuza kutema hivi e, Inakuwa ni ukwe, asa kwenye interview, Mzungu ukitaka utitaki, Ata utamtizama macho mwanzo paka mwisho. Eh, hata na kwenye maisha yao ya kawaida tu kama mko mnaongea mambo yake ya serious, kama ni kawaida, mimi nataka macho chiso lazima nimtazame mtu macho utafika ma a a, lakini kama tuseme na kwa tu ni kesi au ni kitu tu fulani cha, cha serious lazima mkutanishe macho mnaongea, mko mnatizamana, hata ile kwa mbali aje inakuwa ni ishara ya ukweli. Unajua kwamba macho ni miongoni, yanaongeaga, macho yanaongeaga na yanasemaga, barakallahu fikum. Kwa hiyo macho, maana yake ukisema uongo, anakuwa na kuona kwenye macho. Ndiyo, ndiyo. Hata polisi hata nini wanakwambiaga tutizame, tutizame, eh hey. Du, polisi anajuaga umtu ni umongo kukutizama tu kwenye macho yako, anakuona ukizama chini maanake unakua kunatafuta neno la kujibu pale, lakini ukisha kuna mtizama hivi ah, anakukamata kama uko mongo, uko mkweli, anakua shajua tayari. Naona inakuwa ni kazi yao, walisomea hiyo. Enam, asante uh... Mgwagwa kuuliza ile swali lako linanifanya nifikie nafunua vitabu fasi ambapo nilikuwa nakusudia kufafanua kwa sababu najua masala, kuna watu wanaweza kukazia waka, wakakhalifu takriri niliyoifanya, mpaka tuwanukulie. Acha ni nukuu nukuu za kujuzu kumtazama mwanamke bila shahawa inajuhusu. Qaul ya kwanza ni qaul ya, ya Abdul Barr

Fakaifa binnadhari ila wajihiha musfira, kumtazama mwanamke kwa kumtamani hata kama amevaa nguo hata kama amevaa nikabu ni haramu eh, basi inakuwa ni haramu zaidi ukimtazama uso haukuvaa nguo kwa matamanio uso hauku, hauku, haukufu, haukufunikwa. Lakini tuende kwenye kauli nyingine ya Ibn Muflih. Kabla ya kauli yake tuchukue kwanza nyingine. Uh, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Asma, dada yake na Aisha: inna almar'ata idha balaghat almahid lam yasluh laha an yura minha illa hadha wa hadha. Mwanamke yeye alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke akishafunja ungo haifai wamuone isipokuwa hili na hili, akakusudia uso na vitanga. Mtume ndio anasema mwanamke akishafunja ungo haijuzu adhihirishe nje isipokuwa uso na vitanga.

ambaye unaruhusiwa kumuoa hasa hasa ukiaminika na fitna za kumwita mtu kwenye shahwa ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya uzinifu na mambo ya uhuni. Lakini kwa ni mambo yengine tu ya kawaida unaweza ukamtazama ukam... Ah, haya tunaenda kwenye kauli ya Ushaukani pia walhasil anna almar'ata tubdi min mawadi'i zina ma tad'u alhaja ilahi mwanamke anaruhusiwa kuacha eh, wazi sehemu za mapambo eh, zile ambazo zinaruhusiwa kisheria, hasa hasa zile ambazo haja inakubali ziwe wazi inda muzawalati lashya walbai walshahada wa wa, kwa sabu mwanamke atahitaji kwenda kununua, atahitaji kwenda kuuzisha ku, ku, ku atahitaji kuja kutoa ushahidi. Kama sisi tuko na kesi moja, kuna kesi moja tuko nayo, tumefikia hatua ya kutaka wanawake watoe ushahidi baada ya wanaume kukimbia. Sasa akitaka kutoa ushahidi lazima ujue ni nani, itabidi umsemee kwenye uso, hutamwambia ah she, utamwambia uso, utamtamani? ah ah, si nikutamani wewe. fayakunu thalika mustathna min umumi nahyi an ibdai mawadhii zina wa hadha ala fardhi adam wurudi tafsir marfu mpaka mwisho. Haya ni maneno eh, madogo katika mengi ambayo yanaruhusu mwanamke anaweza akamtazama mwanaume, na mwanaume anaweza akamtazama mwanamke kwa sharti siwi pako eh, eh, matamanivu ya kutamaniana. Kisha akaleta kauli ya bin Muflih ya kuonesha kama mwanamke eh, anaweza kahitaji kabisa kufungua uso wake na kumtazama mwanaume na mwanaume kumtazama bila ya eh, matamanio kwa kutokana na kuuzisha na kununua na kadhalika, ila maneno mengi na visa vingi hatuweze kuvimaliza, lakini vinatosha kuwa ushahidi na wallahu alam.